Ndugu mpenzi mtazamaji, tukiwa katika uh, masomo ya kutufafanulia ibada ya haji, tumeeleza katika darasa mbili kuhusiana na masharti ya haji, na miongoni mwa masharti yake ni al istitaa, uwezo. Na uwezo ukawa umegawanyika katika sampuli mbili. Kuna uwezo ambao kama ni mubashara, ambayo ni moja kwa moja, mimi naweza kufanya mwenyewe na masharti yake ni, ni manane na sasa tunaingia katika sharti ambalo ni istitaa uh, aniaba yani, istitaa uwezo huu mimi mwenyewe nimeshindwa, lakini nina uwezo wa kumwakilisha mtu akanifanyia ibada ya haji. Kumbuka pale mwisho tukizungumza, daraja ya istitaa ni mtu anapoingia katika fungu linalojulikana almadhub madhub ni kuwa hana uwezo wa kukaa muda mrefu, hawezi kufanya ibada zile arkani zote kwa mpangilio, kwa kuwa ni mgonjwa. Huyu atafanyiwa niaba, na niaba anaweza kumwekea mtu akafanya niaba. Na vile wanavyozungumza wanazuoni, wanasema almadhub wa huwa alladhi la yastati'u rukuba illa bimashaqqa. Almadhub au asikuwa na uwezo ya, ya ana uwezo wa fedha nana, lakini hana uwezo pengine wa kiafya wa hakadha. Ni yule ambaye kwamba la yastati'u rukuba, hawezi kupanda kipando ila bi mashaka, isipokuwa tapata matatizo au mashaka makubwa, lizamanatin liza au maradhin, au kwa sababu ya muda, au kwa sababu ni mgonjwa, la yurja bur'uhu. Ugonjwa wenyewe pia haujulikani uh, unapoa lini uh, hili lina tatizo wa fil mayyiti alladhi wajaba alayhi al-hajj, al-ma'dhub. Pia inaingia kwa yule ambaye ni maiti aliyefariki, na alikuwa analazimika kufanya ibada ya haji, yaani alikuwa na uwezo wa kufanya ibada ya haji, lakini hakuweza kufanya kwa sababu moja au nyingine, akafariki akiwa na deni ya ibada ya haji. Hawa katika fiqhi wanaitwa al-ma'dhub. Al-ma'dhub la yuhajju an ma'dhubin ila bi'iznihi yule ambaye kwamba ni mgonjwa, tofauti na yule alofariki. Yule ambaye kwamba ni mgonjwa hawezi kupanda, isipokuwa isipokuwa kwa mashaka na mambo, katika nguzo itakuwa ni matatizo kwake, basi huyu anaweza kuhijiwa, lakini kuhijiwa itakuwa ni kwa idhini yake, ni kwa ruhusa yake, yani atakwe ruhusa na afanyiwe hija. illa bi idhni fayajibu alayhi an yastaniba man yahuja

nadra sana yapatikana kwa uchache sana. Fayambaghi atambihu alaih, ni vizuri kuna kutanabahisha kuwa wewe unahijiwa kwa kuwa hauna uwezo hivi sasa au ugonjwa, lakini atakaposimama wima akawa na uwezo, ile hija yake itakuwa ni sunna, itabidi aende akahiji mwenyewe. Na hata hivyo anaweza kuhijiwa hija ya sunna, hata kama yeye ana uwezo, anaweza kuhijiwa hija ya sunna, tofauti na yule aliyefariki aliyefariki huyu akawa ana uwezo wa kufanya hija, yusannu lilwarith lam yajib alayhi alhajj. Yule aliofariki na hakuwa na uwezo wa kufanya hija, yusannu lilwarithi alhajj anhu, ni sunna kwa yule mrithi wake kumfanyia hija. Wa yusannu lilajnabi, na vile vile ni sunna kwa yule ambaye kwamba hata si katika familia yake kumfanyia vile vile hija walau bighairi idhni lwarith, hata kama hatochukua ruhusa kutoka kwa yule mrithi wake. Sawaan wajaba lhaj ala lmeit au lam yajib, sawasawa yule mwenye alifariki ilikuwa yampasa kufanya haji ama ilikuwa haimpasi kufanya haji. Tofauti na saumu. Saumu aliyefariki na anao deni ya Ramadhani au deni ya saumu ya nadhiri, anafungiwa na alwarith, wale wakaribu wake wanaomrithi au atafungiwa na mtu mwingine kando, lakini yule mtu mwingine kando hatoweza kufunga isipokuwa achukue idhini kwa nani? Kwa yule mrithi wa yule aliyefariki. Tofauti na haj, haj anaweza kumfanyia hija bila kumuuliza mtu yoyote. Amesema bwana u Muhammad alayhi salatu wasalam, yudkhilu llahu subhanahu wa ta'ala bilhajjati wahida thalatha aljanna Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala humuingiza peponi kwa hija mtu mmoja, kwa hija moja, thalatha aljanna, akawaingiza watu watatu peponi. Kwanza, almusi biha, yule alotoa wasia au alosisitiza jamaa mfanyieni hija, walmunaffidh laha, na yule alotekeza ile ibada ya haji, wa man hajja biha an akhihi, na yule ambaye kwamba aliyemuhijia mwenzake. Hawa watu watatu wanaingizwa peponi. Yule alo alokuwa ni mgonjwa, mfano amesema, jamanini, mimi nikifariki naomba nitolewe nifanyiwe hija, na ikasikizwa ile wasia aliosikia ile wasia, wanafadha biha au nafadha laha, akatekeleza ile wasia, na yule atakayetoka kwenda kutekeleza na kufanya ile ibada. Watu watatu wanaingizwa peponi kwa sababu ya ibada moja ya haji. Hadithi hii imepokewa na Imamu al-Baihaqi. hivyo hivyo

au akawalipia deni hao wazazi wawili, baathahu llahu subhanahu wa taala youma alqiama maa labrar, Mwenyezi Mungu atamfufua kesho siku ya qiama pamoja na wema wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qurani, innal abrar yashrabuna min kasin kana mizajuhu mpaka mwisho wa ayat. Daraja miongoni mwa daraja kubwa, eh aliyefariki marehemu ambaye alikuwa anapaswa kufanya hija

alikuwa na deni, mfano akunti kadhiyatahu. Eh, je ungelikuwa ni mwenye kuikidhi ile haja yake au kumlipia ile deni yake qalat, naam akasema naam. Qala, fallahu ahaqu bilwafa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiye aliokuwa na haki zaidi kufanyiwa hivyo. Kwa hivyo unaweza kumfanyia eh, haji yule alofariki, na inampasa yule mrithi wake alopewa wasia inatoka kwake na kwenda na kwenda mpaka kwa yule kiongozi wa sheria, kama wanazuoni wanavyoeleza. Na mpaka hapa itakuwa tumetosheka. Suala linalofungamana na al istitaa tumeeleza kwa mapana, istitaa ya kumpa niaba mtu na istitaa ya wewe mwenyewe, uwezekano wako wewe kufanya hija mwenyewe. Masharti yake tumeeleza ni manane, na mtu kama atataka kumpa mtu wasia eh, ya kuenda kufanya haji, hapa kitu muhimu sana ni kuwa yule ambaye ni mgonjwa hawezi kufanyiwa haji mpaka atakwe ruhusa mwenyewe. Akitoa ruhusa atakwenda yoyote aliopewa ruhusa, sawa ni katika familia yake au mwingine yoyote yule. Lakini akiwa atapona, mfano e, atawajibika kufanya hija yake, tofauti na aliyefariki. Aliyefariki na, na pengine hana hakuwajibika kufanya haji, yeye ni sunna kufanyiwa haji sawa na watu wake wa karibu, sawa na watu wake ambao kwamba si wa karibu, bila hata ya kutaka ruhusa kwa watu wake wa karibu. Ama yule aliofariki na alikuwa ana deni, ni lazima kwa wale mawarithi wake kumfanyia hija yake, kama tulivyoeleza pale mwanzo. Kwa hivyo mali yake iliyobakia katika wiratha itatolewa na mwisho atahijiwa. Wallahu subhanahu wa taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.